Tena hivo hivo ikatokea tukio jingine yani, karibu na huyo bwana, kuna mwingine naye alizidia hivo. So, hivo sawa kadhalika, wakat hadithat nukhra qariba minha, hivo hivo likatokezea tukio jingine karibu na hilo, wa ya anna Umar bin Khattab. Tukio ni kwamba Umar ibn Khattab yeye yeah, Umar mwenyewe radiyallahu anhu

Baada dhalika, baada ya kukaa kwa Mtume kidogo pale, rajaa ila baitihi, akarejea nyumbani kwake. faarada min imraatihi Omar, kufika nyumbani akamtaka mke wake, hajarala a hajadala. Akatoka kwa Mtume, macho kwa Mtume kule hakulala, akizungumza pale, akasikiliza. Baadaye akarudi nyumbani, rajaa ila baitihi, akarejea nyumbani kwake faarada min imratihi ma yuriduhu rajulu min almara, Umar akataka kwa mke wake lile ambalo kulitaka mtu kwa mkewe. Kwataka nini? chelewa sio chelewa. Haya, mengine huwa yafungwa jamaa, sio na mambo yafunguli tena hivyo. La, fa arada Umar radiyallahu anhu akataka yeye mwenyewe min imraatihi, kwa mke wake ma yuridu rajulu, yale ambayo huyataka mwanamume min almar'a, kwa mwanamke faqalat, mke wake akamwambia inna qad namat, mimi Umar, nililala walpotoka hapa, mimi hapa nilipata usingizi mkalala, nkalala. Maana sheria hiyo ilikuwa na wanawake, ukilala tu alasiri mpaka kesho kama ni mwanamme au mwanamke. Sasa mume kaja pale, amtaka mkewe. Kumbe mke hapa nyumbani, mume alipoondoka alifanyaje? Alifanya vipi? Alipata usingizi, akalala, akaambia mume ambaye ni khalifa mkubwa baada ya Abubakar, mkwe wa Mtume ambaye alikuwa ni nguvu ya Uislamu. Umar, adi lisogea kitandani, alat ha, akasema innaha kadnamatmimi, kwa hakika nililala Sheria sema ukilala ni mpaka kesho, ufanya subra kwa leo, mimi zako nina kipinga, sawa, nina kipingamizi, nililala. Asa twaelewa sisi hizi lugha za wanawake, sote sina wanaume tumeoa wa, pa wengi wetu kawasa ushakuwa katika tisini kwa mia uko tayari yakwambia, ya wajua mi nakuja leo kwa nina kazi ya kufua hapa nyumbani nafua nguo zako wewe na zangu mimi na za watoto, eh. Ndio nini sasa? Ndio nini? kwenda kwenda, ufue tena siwezi. Amna gani bwana? Yani hapo, na mhaielewi Kiswahili hapo? Nafsa afahamu kila kama mbe hafahamu, ndio yote mbe. Hapo kuna maziko, ndio mtenda baadaye kidogo. Ah, kuna kikao cha suluhu, ndio mtenda baadaye kidogo. pakapo zaidi lishe tumeongo hivyo Fadhanna annaha ta'tallu. Umar akadhania kwa mwanamkewe atafuta sababu, atafuta sababu amhepi leo. Mimi nakuja hapa uni usiku, natoka kwa Mtume, naje na wewe bibi ambia ameke. Ah, dogo nilala bwana. Fadhanna Umar akadhania kama binadamu sio bina, anna ta'tallu mwanamke yule atafuta nini? Atafuta sababu au

kama unilala, unilala wewe mimi niko macho na mimi nahaja na wewe. Fawaqa'at ghasban. Asema akamwingilia kwa nguvu fawaqa'aha, akamwingilia mkewe ghasban, kwa kumpora wakumporan kwa nguvu ghasban anha bila khiyari yake mke wake, yaani kwa nguvu Mume ataka haki yake ya ya msingi ya ndoa, ninachoka na kutoka shamba, ana nguvu. Sometimes mwanamke ndio kibonge, sawa. Mwanamke ule ni mpaka pinigoti alie yondo, afu udhaifu sasa. Hajachoka wala hajalala wala hajafua, namna gani? huwezi kufanya ukafanya chochote juu yake, kwa sababu so, umezidiwa baba. Ndio Rasuli akatueleza tukioa tuoe wanawake ambao ni kufu yetu, sawa. Mwanamke kufu yako lee ya ambaye utamweza, mwaendana. Kwa hiyo fawaqaaha ghasban anha Umar Allah airadhi naye aka akamwingilia mke wake kwa nguvu wa hiya akadat naye mwanamke alitia mkazo akamhakikishia na yeye. Baada dhalika baada ya hapo, tendo lishapita pale, washamaliza ndo akaambia tena Omar, mi wallahi, nilikuwa sina habari ya kufanyia hila au nilikuwa na sababu mi, nilikuwa nalala kweli. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, we umefanyaje sasa? Lakini shaisha sawa, fanadima Omar akajuta sasa, kumbe ni kweli mimi nililala kweli. Sasa mvipi hapo

Ikawa sasa hii kutokea kwa Bwana Sarma, kutokea kwa nani? Kwa Omar. Basi Allah tabaraka wataala, matukio haya yalifuatana, haya na yule sahaba mkulima nala nani, nala Omar, yalitokea wakati mmoja. Omar hakulificha akaenda kulilalamika, kulibainisha, kulielezea kwa Mtume alaihi salatu wasalam Faanzala Allah baada dhalika, akashusha Allah baada ya baada ya hapo, ikashuka aya kuja kuondoshwa ili amri ya mwanzo. Allah akasema uhilla lakum, mmehalalishiwa, kuanzia sasa pamehalalishwa kwenu, mmehalalishiwa lailata siyami, usiku wote wafunga sawa, usiku wafunga arrafathu ila nisaikum, ni halali kuingiliana na wake zenu ikiwa halali jimaa, na kula nako, ha kula mihogo na tambi na maji halali tayib. uhilla lakum, mmehalalishiwa ni Islam, laila siyam usikuwafunga arrafathu ila nisaikum, uingiliana na wake zenu hunna libasu lakum, hawa wanawake kwenu nyinyi ni nguo. Mwanamme hawezi akakaa bila ya nguo, na nguo ni mwanamke. Utaona ambaye hajaoa ni kama ambayo yuko uchi hivi, apambana na dharuba nyingi sana. Dharuba kwake ni nzito sana, hasa zama kama hizi ambazo mambo yote yako kiganjani. Kwa hiyo huna hao wanawake libasun lakum ni vazi kwenu jini, lahun, mwaja, jia, Allah, ta anakum, jini, wa antum na nyinyi libasun lahun ni vazi kwaowao, kila mmoja amhitajia mwenzake. Alima llahu alijua Allah tabaraka wa taala annakum, kwamba nyinyi mwasahaba nyinyi kasa Waislamu kuntum likuwa takhtanuna anfusakum mwazikhini nafsi zenu l akajua, yule bwana mkulima kadhalika, na Umar sawa, walifanywa kwa watu wote, hata hawa hawakufanya walikuwa katika dhiki kubwa sawa, lakini wakasema ndio Allah kaamrisha. Alima llahu alijua, Allah tabaraka wa ta'ala, annakum kuntum, kwamba ni mlikuwa takhtanuna anfusakum, mwazifanyi khiana, mwazikhini nafsi zenu lakini Allah fataba alaikum, yeye amepokea toba kwenu. wa'afa ankum, na wasamee ile ya Umari, ile kasamehewa, ile aswar manayo wakasamehewa. Allah kala tam sama kutoka mbinguni, anasema wa afa ankum, kawasamehe nyote, kila aliyeteza katika amri hii, akala baada ya kulala au akanywa au akafanya tendo la ndoa, Allah wote ao amewasamehe.